Neno ahadi. Ahadi maanake ni nini? Ahadi, ahadi ni sharti analojipa mtu kulitimiza. Ahadi ni sharti analojipa mtu kulitimiza. Ahadi ni sharti analojipa mtu kulitimiza, au ni kauli anayotoa mtu kuitimiza baadaye, au ni agano. Lakini nafikiri sharti imekaa vizuri, si ndio? Sharti au kauli, unaweza ukatumia mojawapo. Ni sharti au kauli anayotoa mtu kwa kuitimiza ahadi, hicho ni Kiswahili cha kawaida kabisa. Kwa tunaposema ahadi ya Baba, ina maana kuna sharti au kuna kauli Mungu alitamka, ambayo lazima ataitimiza. Bwana asifiwe sana. Na hapo unaposema Baba, anazungumzia Baba wa mbinguni, Baba, ahadi ya Baba baba naye mtaja hapa ni baba Mungu wa mbinguni. Anasifiwe sana watu, wa, watu wa praise, kuna wimbo wao wanaimba, huyu Mungu ni baba huyu Mungu ni baba, si ndio? Eh, huyo baba sasa ambaye ni Mungu kwao unazungumzia baba ambaye ni nani sasa. Mtu ili awe baba ni lazima awe na watoto au watu anaowalea kama hapa kanisani tunaye baba mchungaji, ina maana sisi ni familia na yeye ndiyo baba yetu, kwa maana mzazi wetu wa kiroho ambaye anafanyaje? Anatulea. Kwa baba kwanza, lazima awe na, awe na, na watoto au watu baba kwa mfano mimi ni baba pale nyumbani, nina watoto nina watu pale nyumbani. Lakini huwezi ukawa peke yako halafu ukasema wewe ni baba. Unaweza ukawa peke yako na mke wako, ina maana unakuwa ni baba wa familia tayari. Inamaana kuna watu wanaokutegemea. Bwana asifiwe sana. Kwaiyo Mungu ni baba kwa maana ya kwamba anao watoto anao watoto. Sasa hao watoto, kuna ahadi ya baba juu ya watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Mungu ni wapi? Kwanza kabla hatujaangalia hapo, tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nne. Neno la Mungu linasema lina Matendo sura ya kwanza mstari wa 4 hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. waingoje ahadi ya nani? Ndiyo tulapili na Baba, ndio tukapata hili jambo letu la pili kuhusiana na Pentekoste. Hapo ahadi ya nini na Baba, waingoje ahadi takuonyesha baadaye. Ahadi ya Baba ni kwanza, tuone watoto. Huyu Baba watoto wake ni wapi? Yohana moja kumi na mbili wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. wanawasifio sana Ywana, ywana mwye, ywana mwye mwye. Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo aui mtoto wa Mungu kwa kuzaliwa kwa maana na binadamu na naye unakuwa mtoto wa Mungu kwa kupewa uwezo. Baada ya kuliamini jina la Yesu, unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kwa hiyo wale wote ambao wanaliamini jina la Yesu, wanakiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamepewa uwezo ndani yao, Mungu anawatambua kama watoto wake. Bwana asifiwe, hao ndio watoto wa Mungu. Sasa kama bado hajaliamini jina la Yesu, wewe usijihesabu kwenye upande wa watoto wa Mungu. Haujapewa uwezo, wewe unabaki tu kwenye ile watu wa Mungu. Unakuwa ni mtu wa Mungu kwa sababu amekuumba, lakini ukitaka kupiga hatua ili uwe mtoto wa Mungu, maana yake umwamini Yesu. Unapomwamini Yesu unapewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Mbingu zinakutambua, zina unaandikishwa na kule mbinguni kuna majina mapya. Unapewa jina. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anao watoto. Anao watoto. Sasa hao watoto ndio amewapa the promise of father Mungu aliwaahidi wa au watoto wake ahadi tukaione hiyo ahadi ya baba ni ipi inapatikana katika Yoeli mbili ishirini na nane mpaka thelathini moja kwa moja tunaenda kuiona yoe ahadi ya baba sasa tukaielewe ni kitu gani baba yetu wa mbinguni alituahidi pa neno la Mungu linasema, twende taratibu kabisa. Hata itakuwa baada ya hayo Dio, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Boazia mstari wa juu kidogo, ili watu waweze kuelewa. Hapo anayesema ana hayo maneno ni baba mwenyewe, mstari wa juu yake ile ishirini na saba Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israel, na ya kuwa endelea. Tarudia. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israel, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya watu wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na, na, na minara ya moshi. Amina. Kwa hiyo ahadi ya Baba unaweza ukaiona hapa, anasema nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Bwana asifiwe sana. Baba mwenyewe ameahidi atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili, ameahidi kupitia Nabii Yoeli miaka hiyo, kwamba kuna wakati unakuja utafika, mimi Bwana nitamimina roho yangu kwa wote wenye mwili. Bwana asifiwe. Hadi ya Baba anaendelea na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, wataota ndoto, vijana wenu wataona maono tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Bwana asifiwe, atamimina roho yake ahadi ya, ya baba kwa wanaume kwa wanawake kwa watoto, ameahidi mwenyewe Bwana ana ubaguzi? Ana, ana upendeleo? Wanawake wanapokea roho, wanaume wanapokea roho. Yale yani mambo ya zamani ya itikadi za Kiyahudi kwamba wanawake hawapewi kipaumbele na nini na nini, hapana. Alisema kuna wakati unakuja, nitamimina roho. Kwa hiyo roho ni kwa kila mtu Mwenye mwili. Kama wewe una mwili unastahili roho, lakini kumbuka, hii ni ahadi ya nani? Ya Baba. Sasa wewe ni baba yako huyu, lazima ujitafakari, usije ukataka ahadi ambayo kwa mtu ambaye sio baba yako. Kwa hiyo lazima ujitengenezee mazingira kwanza, awe nani? Awe baba. Haleluya! mimi yule binti yangu mdogo aliamka asubuhi akaja akanisalimia, alafu akaniambia baba, utaniletea yogurt? Kajifanya kama sijasikia, akarudia, nikijifanya kama sijasikia, anarudia mpaka nikamkubalia, ndiyo nitakuletea. Kaondoka alafu nikarudi jioni, sina yogurt. Akaniuliza tena, baba, umeniletea yogurt? Niambia hapana, kesho. Sasa hiyo tunaweza tukasema ni ahadi ya baba, hiyo ni ahadi ya baba, sio? Hapo yeye ametengeneza mazingira ya kwamba mimi nimletee nini. Kwa hiyo unaweza tukasema ni ombi kwa baba, sio ahadi. Lakini mimi huyu nilimwambia, niliwaambia wote na kaka yake, na kasema mkifunga shule nitawapeleka Tanga kwa baba. Hiyo ni ahadi ya baba, ni ahadi ya baba, si ndio? Kwa hiyo kuna ahadi ya baba, alafu kuna nini? Kuna ombi hii ni ahadi ipo. Kwa hiyo hata kama utafika ule muda wakafunga, nisiwapeleke, mimi mwenyewe ninajua mazingira gani nitawapeleka, kwa sababu nimeshafanyaje? Nimeshaahidi, lakini hilo jambo lake lina uhiari wa kulifanya, lakini hata nikilifanya, sio ahadi, ni mambo ya kulazimishana. Bwana asifiwe sana kwa ahadi ya Baba. Naweza kutaka kusema ni kauli ambayo yeye mwenyewe aliitoa na ataitimiza. Bwana asifiwe sana. Kwa wanaume atatimiza, kwa wanawake atatimiza, kwa watoto atatimiza. Kwa Roho Mtakatifu ni waote, Roho Mtakatifu ni waote. Ana umri kwamba mpaka ufikishe miaka kumi na nane au ufikishe sijui nini. Unajua Roho ro Mtakatifu sio kama ubatizo. Ubatizo wanataka mpaka uwe mtu mzima, uamini, ukiri, ujue unachokifanya, lakini Roho Mtakatifu anaweza atamvaa yoyote. Bwana sifiwe sana, kwa sababu ni ahadi ya Baba. Yeye akishaona ya mazingira yake yapo, anakuja. Bwana sifiwe sana, asante kwa kunielewa namba moja hebu rudia ule mstari wa pili taendelea nilipoishia jana hapo hapo tuliposoma naomba urudie tena kwenye matendo moja nne matendo sura ya kwanza mstari wa nne mm. neno la Mungu linasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu hata! alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Ni nani huyo? Yesu amekutana nao sasa, baada ya kuwa amefufuka Yesu alipu, alipofufuka alikuwepo duniani kama siku arobaini anawatokea watokea wanafunzi wake anazungumza nao anani. Sasa hata alipokutana nao ile siku ya mwisho, sasa anawaaga kwa mara ya mwisho bye, bye. Akawambiaje? Rudia tena. Akawambia, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Waingoje ahadi ya Baba, lakini ahadi ya Baba inangojewa Yerusalemu. Nafikiri unaanza kuconnect sasa. Wapi? Yerusalemu. Huwezi ukaingoja ngoja sehemu unayotaka wewe, huko Efeso au wapi? Inangojewa Yerusalemu. Yesu mwenyewe alisema msitoke Yerusalemu, mwingojee hiyo ahadi ya Baba. Kwa hiyo itakupata ukiwa Yerusalemu. Haleluya! Kwa hiyo kama ulikuwa unajiuliza jana, na sijaona swali hapa, naamini wanafunzi wangu walielewa, maana ningekuta swali ningeanza nayo. Ulivyokuwa unajiuliza kati ya Yerusalemu na Efeso, wapi ni sahihi? Sikiliza maneno ya Yesu mwenyewe, anasemaje? Sitoke Yerusalemu, uingojee hadi ya Baba ukiwa wapi? Sasa, Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, Yerusalemu! Mungu akupe mafunuo kuelewa Yerusalemu, kwa sababu ni agizo, usitoke. Ukitoka ukaenda huko nje ya Yerusalemu, haimaanishi kwamba leo tutoke hapa, chungaji, tukate visa, tuchange hela twende ya poti tukapande ndege twende mpaka Yerusalemu ndipo tupate ahadi ya Baba. Hapana, Bwana sifiwe, yes. Haimaanishi hivyo. Mungu akufunulie tu uelewe, na utaelewa kadri tunavyoendelea yes. Roho Mtakatifu anakushukia kushukia popote maadamu una mwili lakini mpaka ufike kwenye Yerusalemu yako, ufike kwenye Yerusalemu, kwa sababu ni maagizo ya Yesu mwenyewe kwamba usitoke Yerusalemu. Roho atakukuta ukiwa Yerusalemu. Ahadi ya Baba, ndiyo Roho imeshakueleza ahadi ya Baba ni Roho Mtakatifu. Anapokelewa wapi? keewa Yerusalemu. Huyu roho wa Bwana wa anapokelewa Yerusalemu. Ahadi ya Baba inapokelewa Yerusalemu. Fika Yerusalemu. Ndio maana kuna wakati fulani Paulo alifanya haraka, akatafuta hata merikemu ikiwezekana Pentecoste inapofika awe tayari wapi? Yerusalemu pale. Awe Yerusalemu Awe ameshafika Yerusalemu. Yerusalemu ni viwango ambavyo Roho Mtakatifu anavihitaji ili amushukie, sema Amina. Sema amina. Ni viwango au standardi ambazo anazitaka Roho Mtakatifu ili akushukie. Amenipa hiyo sasa hivi, wala haikuwepo kwenye mosi yao mana ameona, labda unahangaika Yerusalemu ni nini, ameniambia hivyo kwambie hivyo. Ni viwango ambavyo anavihitaji kwa sasa hivi, ili aweze kuja ndani yako, kwa sababu hii ni ahadi ya Baba kwa wote wenye mwili. Wanawake ni ahadi kwetu, wanaume ni ahadi kwetu, watoto, hii ni ahadi yetu kwa Baba. Haleluya. Sasa ni baba yako yeah, ni baba yako wewe mwenyewe, unajua ni baba yako huyu. Mungu ni baba, si ndio? Ni baba yako. Unajua, najua mwenyewe Daudi